Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la bwana wetu yesu Kristo. Upendo na haki: amri kuu mbili. Hili ni somo la 12 la robo ya kwanza mwaka 2025. Leo tunaenda kuiangazia siku ya Alhamisi, Machi 20, mada ikisema, jirani yangu ni nani? Katika injili ya Luka, mara tu baada ya Yesu kutangaza zile amri kuu mbili za upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani mwanasheria akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Kwa kujibu hili, Yesu anasimulia mfano wa msamaria mwema ambao sasa unajulikana, lakini uliokuwa wa kushtua wakati huo. Soma mfano wa msamaria mwema katika Luka 10:25 hadi 37. Aya hii inasema nini, kwa kuzingatia kilio cha manabii kwa ajili ya rehema na haki na aina za dhuluma ambazo makundi mbalimbali mbali ya watu yamewatesa wengine katika historia yote ya mwanadamu. Yesu hakuzungumza tu kuhusu haki, alikuja kuileta. Alikuwa na atakuwa utimilifu wa wito wa kiunabii na shauku kwa ajili ya haki. Tazama Luka 4:16-21 kwa kuzingatia Isaya 61 ya kwanza na ya pili. Yeye ndiye tamanio la mataifa yote hasa wale wanaotambua uhitaji wao wa ukombozi. Tofauti kabisa na adui aliyetaka mamlaka kwa nguvu na kutaka kujitwalia kiti cha enzi cha Mungu pasipo haki. Yesu alijishusha na kujihusisha pamoja na wale waliokuwa chini ya dhambi, udhalimu na uonevu, pasipo kuchafuliwa na dhambi. Naye akamshinda adui kwa kujitoa kwa upendo ili kusimamisha haki kama aliye mwenye haki na mwenye kuwahesabia haki wote wanaoamini. Tunawezaje kudai kuijali sheria ambayo Kristo alikufa ili kuithibitisha ikiwa hatujali yale ambayo Kristo anayaita mambo makuu ya sheria? Zaburi ya tisa aya nane na ya tisa inasema, naye atauhukumu ulimwengu kwa haki, kwa haki atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, naam ngome kwa nyakati za shida. Vivyo hivyo, zaburi ya 146 ya 7 hadi ya tisa inaongeza Mungu huwafanyia hukumu walioonewa na huwapa wenye njaa chakula. Bwana huwafungua waliofungwa. Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Bwana huwainua walioinama Bwana huwapenda wenye haki. Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki huipotosha. Neno la Mungu lingeweza kuwa wazi zaidi kiasi gani kuhusiana na jinsi tunavyopaswa kutafuta kuwahudumia wale wanaotuzunguka ambao wanauhitaji na wanateseka. Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha na huduma ya Yesu kuhusu kuwasaidia wenye uhitaji, hata kama hatuwezi kufanya miujiza kama alivyofanya? Kwa watu wengi wanaoteseka, ni kwa jinsi gani msaada wetu unaweza kuchukuliwa kuwa muujiza wa kutosha? Hii ni Machi ishirini, mada ikisema jirani yangu ni nani. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sana na ikimpendeza aturuhusu tukajifunze mada ifuatayo.